Tutakuja na mnisikilize, tutakuja kupanga mabasi yakae wapi, kosta zikae wapi, haisi zikae wapi, daladala zikae wapi, watu wa bajaji wapaki wapi, watu wa bodaboda wapaki wapi. Na ndivyo tulivyokubaliana na viongozi wenu, manake sasa stendi inakosa hata heshima ya kuwa stendi ya wilaya, na mmesema ndo hamna stendi nyingine zaidi ya hii. Sasa hatuwezi kuruhusu mkawa mnafanya vitu vya hovyohovyo hapa. Halmashauri imekukabidhi stendi hii uisimamie, sio ulete kero kwa wananchi. Umekabidhiwa stendi uisimamie, sio uigombanishe serikali na wananchi. Umepewa stendi uisimamie, sio uwagombanishe viongozi wa serikali na wananchi. Haya sio maelekezo ya wa viongozi waku wa kuwa nchi hii Watu wanatakuwa wafanye biashara kwa amani. Mambo ya ubabe ubabe hapa hatutaki, sawa sawa mheshimiwa? Mambo ya ubabe hatutaki, fuata taratibu. Yaani wewe usiamue leo huyu namtoza hamsini, huyu laki, huyu laki mbili, huyu milioni. Ushuru wenu huwe standard, msiwe na double standard. Mwingine anatozwa shilingi elfu hamsini mwingine anaambiwa alete milioni kwa makosa kama haya la kuondoka la kuondoka na, na askari, hili ni kosa. Kwa hiyo <tipad> hilo litashughulikiwa kipolisi, sio kwa sheria za halmashauri. We unatozaje faini askari aliye mamlaka mamlakana, eh, si ndio? Ndo atakuwa akaangalie sheria yake inasemaje ikitokea basi limeondoka na, na askari wake we unatozaje milioni kwa sababu ukaondoka na askari? Ushuru si ungemtoza ukaondoka nao waka, ukaruhusu gari ende kani o huyu ungemshikilia huyo askari huyo, si angekuja? Dereva siangekuja wananchi, ambao mnaenda Mwanza mwapoa, wananchi poleni sana, wajimizeni mnamtoe taarifa Madereva msikubali wakafanya vitu ambavyo ni uvunjifu wa sheria barabarani. Ajali zimekuwa nyingi, toeni taarifa haraka mapema mnapoona mna mashaka na dereva ambaye anawaendesha. Watu wa namna hii msiwalinde, msiwafiche. Hawa ni wahuni, wanatakiwa kushughulikiwa kihuni, sawa sawa? Kwa hiyo wewe umepanda hapa, muda uliopotea hapa hakuna anayeweza kuufidia. Leo mambo yenu mengi yameharibika hapa. Msikubali wanavyoendesha huku mabarabarani wakawa wanaendesha kwa kujamulia. Viongozi, <coughs> tunakushukuru sana kwa kutupilia matatizo, sababu imekuwa pia imekuwa pia ni kama changamoto kwetu a sio ambao tunaishi mitaa hapa, fanya kazi, fanya kazi wa magari mitaa hii, hata magari mengi huwa huwa yanazuiliwa. Kwa hiyo tunakushukuru sana leo kwa kuja kutusaidia kutatua tatizo. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ingia kwenye gari, safirisheni watu wewe tutaendelea mpaka dereva wako atakapokuja, na wewe tunaondoka kwanza kwenda kutatua hili jambo <laughs> <laughs> <laughs> si sikiuko mtu aushu Franki, eh? Uh, huko peke yako uh, wapi watu wafanye kazi <laughs> <hums>